sana la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa wa Kristo, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuwarudisha kundini wenzetu mnaoona mbele yenu ambao walimwacha mwokozi wetu Yesu Kristo kwa kutima mamlaka ya mwovu Shetani. Kanisa limepata nafasi ya kushauriana nao na kwa neema ya Mungu wamekubali kuungana, kuungama dhambi zao na kutubu. Ndugu zangu wapendwa ambao mnarudishwa kundini siku hi ya leo, mfungulieni moyo wenu Mungu ajuaye yote, kwa unyenyekevu mkimuungamia dhambi zenu na kuomba kila mmoja wenu msamaha wa dhambi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kama ifuatavyo. Semeni ile toba pale. E Bwana toka vilindini, mejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili kama mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Basi nami sasa, kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, nawatangazia kuwa Mungu kwa neema yake amewasamehe dhambi zenu zote, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu zangu wapendwa, washirika wenzangu, leo mmeshuhudia kurudi kwa hawa wenzetu katika umoja wa jamaa wetu wa Kikristo. Tuwaombee wasimame imara na kudumu katika uaminifu kwa ahadi yao ya ubatizo, wakawezeshwe kuzaa matunda mema yanayoendana na wito wao wa kumfuata Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa uaminifu hata mwisho. Naomba ule ukurasa wa mia na thelathini na mbili. Sote tuseme yale maneno yaliyokoza pale, tukitamka Ee Mungu wa milele, tunakushukuru kwa kuwapokea tena wenzetu hawa katika umoja wetu wa Kikristo. Sisi nasi tunawapokea, tupate kutumikia pamoja hapa duniani, utusaidie. Mungu wa milele Baba mwenye huruma, tunakushukuru kwamba leo umewarudisha ndugu zetu hawa kuungana nasi. Tunakusihi walinde katika maisha yao, wabariki waweze kusimama imara katika imani yao, waweze kufikia mwisho mwema na kuishi nawe milele. Utusikie Baba kwa ajili yake Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wetu, amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake kufadhi, na kufadhili na Bwana na nakupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Yesu Kristo anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami na nitakupa taji ya uzima. Na mwenende kwa amani ya Bwana.